Sisi tumeandika hoja ya kumugua Spika an Kiusya mm. E, kutoka wadhifa wake wa spika wa bunge mm. na alipokuwa notified na Clark. E, County Government Act section 11 inasema mm. within 5 days Clark amu notify mm. kuwa kuna hoja ya kufanya nini, kumtoa mamlakani mm. Tulipopeana hoja yetu, Clerk alifanya kazi yake, alimnotify within 5 days. Sheria inasema after notification hawezi fanya kazi ya speaker tena, after 7 days na 5 days. The speaker ako na 7 days za kujibu mashtaka mm -hmm, ambayo sisi tulijieleza katika hoja yetu mm -hmm. Lakini then seven days ikiisha bunge liko na 14 days, within 14 days ijadili na ifanye uamu ifanye uamuzi, depending na mashtaka yetu na majibu ya ya. Mtafanyia uamuzi wapi? Kwenye bunge la letu la la, la, la, ya, ya